Kama umewahi kuamini kuwa ndoa ni ngao ya ulinzi ama mwanaume uliyempa jina la mume hawezi kuwa adui yako mkubwa, basi kaa hapa usiondoke, kaa usikilize hadi mwisho wa simulizi hii, kwani simulizi hii ina kisa cha kweli kabisa ambayo kuna mtu ilimkuta na huenda ikakukuta na wewe leo au kesho, hasa kwa dunia yetu ya leo ambayo imejaa watu wenye tamaa na kiu ya mafanikio ya haraka. Tafadhali nakuomba sana, ficha majina yangu, siyo kwa sababu ninaogopa watu, bali kwa sababu maumivu haya bado yanaishi ndani yangu na jeraha lake bado bichi sana. Lakini ukweli nitausema, hata kama utaniumiza tena, alianza mwanamke yule ambaye hakutaka kabisa jina lake lifahamike. Nilikuwa mwanamke wa kawaida tu, niliolewa na mwanaume niliyempenda kwa dhati mwanaume aliyekuwa akionekana mpole, mcheshi, mwenye ndoto kubwa za maisha mazuri. Tulikuwa maskini ndiyo, lakini tulikuwa na matumaini makubwa sana ya maisha hapo mbeleni. Tulipata mtoto wetu wa kwanza baada ya miaka miwili ya ndoa, mtoto wa kiume. Nilimshika mikononi mwangu kwa furaha kubwa sana, ya kuitwa mama kwa mara ya kwanza. Niliona maisha mapya yameanza, lakini sikujua kwamba siku hiyo hiyo mtoto wangu alipozaliwa, ndoa yangu ilianza kufa. Mume wangu alianza kubadilika polepole, sio ghafla. Mwanzoni nilizani ni msongo wa mawazo ama changamoto za maisha labda sababu ya kukosa kazi kwa muda mrefu ama madeni au aibu ya kushindwa kuitunza familia. Muda mwingi mume wangu alikaa kimya sana, macho yake yakawa mazito kana kwamba alibeba siri nzito. Mume wangu alianza tabia ya kutoka nyumbani usiku. Nilipouliza, alinijibu kwa hasira au muda mwingine asijibu kabisa. Nami nilivumilia, nilisema labda ni kipindi tu na kitapita. Siku moja jioni, alirudi nyumbani akiwa tofauti kabisa. Alivaa nguo mpya, harufu ya pafyumu kali, na macho yake alikuwa na mwanga ambao sikuwahi kuona kabla. Hakuwa amelewa wala hakuwa amechoka, alikuwa tu na furaha isiyoelezeka. Aliniangalia mimi, akamwangalia mtoto wetu aliyekuwa amelala, kisha akasema, mke wangu, kuna njia ya sisi kutoka kwenye umaskini huu. Nilitabasamu, nilidhani ni amepata kazi ama wazo la biashara. Masikio yangu yalisikiliza kwa makini nikingoja habari njema lakini moyo wangu ulianza kupiga haraka bila sababu. Nilimuuliza, njia gani hiyo? Alikaa kimya kwa sekunde chache, kisha akasema kitu ambacho kilinifanya mwili wangu wote uwe na baridi. Alinijibu kwa ufupi, sio kila mtu anapata bahati kama hii. Siku hiyo hakuendelea kusema zaidi, aliniambia tu nijiandae kisaikolojia, pia akaongezea kwamba maisha yanahitaji sadaka ili mtu apande daraja. Nilicheka kwa uoga, kisha nikamuuliza, usinichezee akili, ni sadaka gani hiyo unayoizungumzia? Lakini hakunijibu. Usiku huo sikulala kabisa. Nilimwangalia mtoto wangu akipumua wa taratibu, kifua chake kidogo kikipanda na kushuka, nilihisi hofu isiyo na jina. Siku chache baadaye mume wangu aliniambia wa ukweli au niseme kile alichokiita yeye ukweli. Aliniambia kuwa alikutana na mtu mtu mwenye uwezo wa kifedha. Mtu yule alimwambia wazi kwamba kuna njia ya utajiri wa haraka, lakini utajiri huo una masharti. Nilimkatiza mara moja, nilimwambia kuwa sitaki kusikia uchawi, sitaki kabisa kusikia mambo ya kishirikina mimi. Lakini alinitazama usoni na kusema, unajua kwa nini tumekuwa maskini maisha yetu yote? Nilinyamaza nikakosa jibu na yeye akaendelea, kwa sababu tunaogopa kufanya maamuzi magumu. Nilipojaribu kumtoa kwenye mawazo hayo alikasirika na kunifokea, na hii ndiyo ilikuwa mara yake ya kwanza kunipandishia sauti tangu tuoane. Akasema maneno ambayo hayatoki kichwani mwangu hadi leo, huyu mtoto anaweza kutubadilishia maisha yetu. Nilimwangalia kwa mshangao na mshituko, nilidhani anamaanisha kuwa mtoto wetu angekuwa motisha ama chachu ya kututia nguvu kupambana kumwandalia maisha bora, lakini kwake haikuwa hivyo. Nikamuuliza, unamaanisha nini? Alishusha pumzi kwa nguvu, kisha akasema taratibu, kama mtu anayesoma hukumu, kuna watu wanahitaji kitu kitu safi, kitu cha thamani, ili mlango wa mali ufunguke. Mapigo ya moyo yalinipanda pale pale, nilihisi kizunguzungu ghafla. Unasema nini wewe? Niliuliza kwa mshangao. Alinishika mkono akasema kwa sauti chini lakini nzito, huyu ni mtoto bado, bado ni mdogo sana, hata kumbuka wala kujua chochote kile. Alipoongea maneno yale, niliisi kama vile dunia inapasuka na mimi inanimeza nikiwa mzima mzima. Nilimkumbatia mtoto wangu kwa nguvu kifuani mwangu, nilianza kutetemeka. Nilimwangalia mume wangu, mwanaume niliyempenda lakini kila nilipomwangalia nilikuwa namuona kama mtu mgeni kabisa machoni mwangu. Nilimwambia wazi, ukimgusa mtoto wangu nitakuua. Hakutishika, alinitazama na kusema, utaelewa tu ukiona hela. Siku hiyo nilijua kabisa kuwa sikuwa salama tena ndani ya ndoa yangu, lakini sikuwa najua bado. Bado hakuwa ameniambia kila kitu, na nilichokuja kukijua baadaye kilinifanya nijute, kwa nini sikukimbia mapema. Kuanzia siku ile, sikuwa namuona tena mume wangu kama mume, nilikuwa namuona kama mtu niliyekosea kumruhusu aingie kwenye maisha yangu. Nyumbani paligeuka uwanja wa vita vya kimya kimya. Hakukuwa na kelele, lakini kulikuwa na hofu nzito imetanda hewani. Kila alipokuwa akiniangalia, niliona macho yake haniangalii mimi yalikuwa kama yanampimia mtoto wetu. Nilianza ya kulala nikiwa nimemkumbatia mwanangu, hata bafuni niliingia naye. Nilianza kufunga milango hata mchana, lakini sikujua kwamba tayari alikuwa ameanza hatua ya kwanza ya mpango wake. Siku moja asubuhi, nilisikia simu yake ikilia mara nyingi sana. Alikuwa bafuni, lakini simu ilikuwa mezani. Sikuwa na tabia ya kupekua simu ya mume wangu lakini siku ile moyo wangu ulisema angalia. Nilipo ichukua simu ile, kulikuwa na ujumbe mmoja mpya. Haukuwa na jina ila ilikuwa ni namba tu. Ujumbe ule ulisema kuwa usisahau, muda unakwenda, mtoto awepo pia kabla mwezi haujaisha. Miguu ilinikata nguvu palepale, nilikaa chini. Nilifungua ujumbe mwingine wa nyuma, kila kitu kikawa wazi kama na angalia tamthilia Kulikuwa na mawasiliano mengi sana, hayakuwa ya siku moja wala wiki moja. Kumbe mpango huu ukaanza miezi mingi kuupanga. Niliona miamala mingi sana ya hela ikitumwa, niliona picha za maeneo nisiyoyajua, niliona maneno kama sadaka safi, mlango wa mali, kiongozi anasubiri. Nililia kimya kimya bila kutoa sauti, na hapo nikajua mume wangu hakuwa tena kwenye maamuzi ya jambo hili, bali alikuwa kadhamiria kabisa kulifanya. Nilifuta machozi na kurudisha simu mezani, nikajifanya kama sijui kitu chochote, lakini moyoni nilianza kupanga vita yangu mwenyewe. Nilianza kufuatilia mienendo yake. Alikuwa hatolii nyumbani, alianza tabia ya kupokelea simu nje. Alizungumza kwa sauti ya heshima isiyo ya kawaida, kama vile mwanafunzi akiwa mbele ya mwalimu. Siku moja nilimsikia akisema, ndiyo kiongozi, nitamleta, mke wangu hajui bado hapo ndipo nilijua kuwa mpango ule ulikuwa mkubwa kuliko nilivyodhani. Siku moja usiku, tukiwa tumelala, niliamua kuvunja ukimya. Nilimuuliza kwa utulivu mkubwa sana, kwa nini siku hizi uko mbali nami sana, mume wangu? Alinitazama kwa sekunde chache, kisha akasema, ninawaza mustakabali wenu. Nilicheka kwa uchungu, kisha nikamuuliza, na mustakabali wa mtoto wetu uko wapi? Uso wake ulibadilika ghafla. Hasira ikampanda akasema, usinilazimishe kusema mambo ambayo kichwa chako hakijaiva bado kuyaelewa. Nilijua hilo lilikuwa ni tishio tu. Kwanzia hapo, nilianza kutafuta msaada kimya kimya. Nilimwambia dada yangu mkubwa, nilimwambia rafiki yangu wa karibu. Wote waliniambia kitu kimoja: ondoka tafadhali, chukua mtoto na ukimbie. Lakini kuondoka haikuwa rahisi, nilikuwa sina pesa wala sikuwa na kazi na zaidi ya yote nilikuwa na hofu kwamba angemchukua mtoto kabla sijafanikiwa kutoroka. Nilianza kujifanya mjinga, nilianza kumuuliza maswali kwa upole. Nilimuuliza siku moja, unamaanisha nini unaposema maisha yanahitaji sadaka? Alitabasamu kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, kisha akanijibu, kuna watu wanazijua siri za ulimwengu huu ambazo siyo kila mtu anapaswa kuzijua. Nilimuuliza na kama sitakubali itakuwaje? Alinitazama kwa macho makali sana, kisha akasema basi utaendelea kuwa masikini. Siku hiyo alinionyesha picha kwenye simu yake. Zilikuwa picha mbalimbali mbali, picha za magari ya kifahari, nyumba kubwa za kifahari na fedha nyingi sana. Akasema hivi, hauoni hawa watu hawateseki kama sisi? Nilimuuliza walipataje? Akasema kwa sauti ya chini kwa kutoa kile kilicho cha thamani zaidi kwao. Nilihisi kama napoteza fahamu. Siku chache baadaye alikuja na mtu nyumbani. Mtu yule alikuwa ni mzee sana, alionekana ni mzee mwenye kujiamini sana. Alivaa kawaida, lakini macho yake alikuwa mazito, kama alikuwa anajua siri zote za dunia hii. Alimwangalia kwa muda mrefu sana mwanangu, muda mrefu kupita kawaida, kisha akasema mtoto huyu ana nyota kali sana. Nilisimama haraka sana nikamchukua mwanangu. Mume wangu akaniambia huyu ni mshauri tu. Nikamuuliza, mshauri wa nini? Mzee yule akatabasamu kisha akasema, wa kufungua milango. Kwa kweli nilitetemeka sana baada ya yule mzee kuondoka, nilimwambia mume wangu waziwazi, hutamtoa wazi mtoto wangu. Nitapiga kelele, nitakimbia, nitawajulisha watu. Alinitazama kwa utulivu wa kutisha sana kisha akasema, unafikiri unaweza kunizuia? Usiku ule sikulala kabisa, nilihisi kama kifo kipo ndani ya nyumba yangu, lakini sikujua kwamba tayari tarehe ilikuwa imeshapangwa na siku hiyo ilipokaribia, nililazimika kufanya uamuzi ambao usingemuumiza yeye tu bali ungeamua maisha yangu yote. Hatimaye ule usiku ukaisha na asubuhi ikafika. Kama kawaida, mume wangu hakuwa na umakini kama ambao huwa nao siku zote. Alikuwa ameacha kalenda mezani, kitu ambacho hakuwahi kufanya. Nilipoikaribia niliona tarehe moja imezungushiwa duara jekundu. Ilikuwa ni siku ya Ijumaa, siku tatu tu mbele. Chini yake kulikuwa na maneno yaliyoandikwa kwa mwandiko wake, safari ya mwisho Nilikaa chini nikahisi kifua changu kinabana kama kinataka kupasuka. Sikuhitaji mtu aniambie maana yake, nilijua tu, hiyo ndiyo siku aliyopanga kumtoa mtoto wetu. Kwanzia hapo, akili yangu ilianza kukimbia kuliko mwili wangu. Nilijua sitakuwa na nafasi ya pili, na endapo nikichelewa hata kidogo tu, ningempoteza mwanangu milele. Niliamua kuanza kucheza na akili yake ili nipate nafasi ya kuanza kumdadisi kiundani. Nilianza kujichekesha mbele yake kisha na kuanza kumwambia maneno mazuri ili kuulainisha moyo wake. Nilianza kumwambia kuwa una mawazo mazuri sana, kisha nikaanza kumuuliza maswali kwa sauti ya mwanamke ambaye kama ameanza kumuelewa. Nilimuuliza, na hiyo safari itakuwaje? Uso wake ulibadilika, alijiona kama vile ameshinda vita. Akasema tutakwenda nje ya mji, ni sehemu tulivu, hakuna mtu wa kuingilia. Nilimuuliza, na mtoto je? Akasema bila kusita atakuwa sehemu ya mchakato. Sikulia wala sikutetemeka, nilitabasamu, lakini moyoni nilikuwa napiga kelele za kuomba msaada. Usiku huo nilipiga simu kwa mtu mmoja tu ninayemwamini kwa asilimia mia moja. Nilimpigia simu mama yangu, nikamwambia kila kitu. Hakuniuliza maswali mengi, ila aliniambia sentensi moja tu, mtoto huyo ni damu yangu, na kuomba-ondoka sasa hivi. Nilijikuta nipo njia panda, nisijue nini cha kufanya. Ni kweli nilitamani sana kuondoka pale pale, lakini kuondoka kulimaanisha hatari. Nilijua tu mume wangu alikuwa akinifuatilia, alikuwa akiniangalia kila hatua. Nililazimika kusubiri mpaka usiku wa kuamkia ile Ijumaa. Siku hiyo nilimpikia chakula kizuri sana, nilimhudumia kwa upole wa ajabu. Alishangaa kisha akasema, Naona umebadilika. Nikamjibu, nimefikiria sana, nimeona unafanya kwa ajili ya familia yetu. Usiku ulipofika, nilimsubiri alale. Alikuwa amechoka sana, hivyo siku hiyo alilala mapema kuliko kawaida. Nilimchukua mwanangu polepole pole. Nilimfungia nguo chache kwenye mfuko mdogo, sikuchukua kitu chochote kingine. Nilipotaka kutoka, mlango ulitoa sauti kidogo. Nilisimama, moyo wangu ulipiga kwa nguvu sana Niligeuka nikamwona mume wangu akiwa wa amekaa kitandani, akasema kwa sauti nzito, unaenda wapi? Nilihisi kama dunia imesimama. Nilimwambia kwa ujasiri ambao hata sijui ulitoka wapi, ninamwokoa wa mwanangu. Alisimama na kunifata kwa hasira, kisha akasema huwezi kunikosesha hiki. Pale pale nilipiga kelele, nilipiga kelele kwa nguvu zote nilizokuwa nazo. Majirani waliamka milango ikaanza kufunguliwa. Mume wangu alishtuka, hakutarajia makelele. Nilitumia sekunde zile zile kukimbia, nilitoka nje bila viatu. Nilikuwa nikipumua kwa shida, lakini sikuangalia nyuma. Nilipofika barabarani nilipata bodaboda, nilimwambia nikimbize popote pale asisimame. Nilipofika nyumbani kwa mama yangu nilianguka chini nikalia kama mtoto, lakini bado haikuwa mwisho kwa sababu mume wangu hakukata tamaa. Alianza kunitafuta kupitia simu, alituma watu, lakini pia alituma jumbe za vitisho. Akasema huwezi kukimbia milele. Siku iliyofuata niliamua kufanya kitu ambacho sikuwahi kufikiria kuwa nitafanya. Niliamua kumkabidhi mume wangu kwenye vyombo vya dola. Hatua hii ilileta matokeo ambayo sikuyatarajia kabisa. Nilipomtoa mume wangu kwenye vyombo vya dola sikuwa na uhakika kama nilikuwa najilinda au najitafutia shida mpya. Nilikuwa nimechoka, nilikuwa nimeumia, lakini nilikuwa tayari kwa lolote, ili mradi mwanangu awe salama. Nilifika kituo cha polisi nikiwa na mtoto mikononi. Nilisimulia kila kitu, nikiwa nalia na huku na tetemeka, lakini nilizungumza. Nilipomaliza, askari mmoja alinitazama kwa muda mrefu sana, kisha akasema, haya mambo siyo ya kwanza kuyasikia. Maneno yale yalinifanya nihisi baridi mgongoni. Walichukua hatua haraka, mume wangu alikamatwa siku hiyo hiyo. Lakini mume wangu alikanusha kila kitu, alisema kuwa mimi nina wazimu. Lakini walipokagua simu yake, ujumbe ule ule niliouona siku ile ulizungumza kwa niaba yangu, kwanzia majina, namba, mpaka maeneo. Hapo ndipo ukweli ulipoanza kuonekana. Yule mzee aliyekuja nyumbani kwangu na kutambulishwa kuwa mshauri wala hakuwa mshauri. Alikuwa sehemu ya mtandao wa watu waliokuwa wanatumia imani za kishirikina kupata utajiri wa haraka, na amehusika kuharibu familia nyingi sana. Walikuwa wanawalenga watu waliojikatia tamaa, watu masikini, watu waliokuwa tayari kufanya kitu chochote kile. Mume wangu alikuwa miongoni mwao. Nilipoambiwa maneno yote haya, sikushangaa, ila nilihuzunika nilihuzunika kwa sababu nilimkumbuka mwanaume niliyefunga naye ndoa, yule aliyeniambia atanilinda, yule aliyemshika mtoto wetu siku ya kwanza na kulia kwa furaha. Sasa akiwa amefungwa pingu, akiwa hana mali, hana mtoto wala hana familia, na kile alichotamani kukipata kwa damu ya mtoto wetu hakukipata kabisa. Maisha yangu hayakurudi kuwa rahisi ghafla, sikupata pesa, sikupata muujiza wa haraka, lakini nilipata kitu kikubwa zaidi, nilimpata mwanangu akiwa hai. Leo ninaishi maisha ya kawaida sana, ninapambana, ninatafuta na ninajenga upya. Kila nikimwona mwanangu akicheka, nafikiria jambo moja tu, kama ningekaa kimya, basi leo hii nisingemwona tena mwanangu. Mwanamke yule alimalizia simulizi yake kwa ujumbe huu: Nimeamua kusimulia kisa hiki si kwa sababu natafuta huruma, bali kwa sababu nataka onyo hili lisikike. Kwa wewe mwanamke unayesikiliza hii, nakushauri ukiona dalili yoyote ile ya hatari, amini hisia zako. Na kwa wewe mwanaume unayesikiliza hii, kaa ukijua kuwa hakuna mali inayozaliwa kwa damu ya mwanao. Na kwa wewe uliyefikisha simulizi hii hadi hapa, asante kwa kusikiliza hadi mwisho na kama simulizi hii imekugusa ama imekufundisha kitu au imefungua macho yako, tafadhali subscribe kwenye chaneli hii, bonyeza laiki, na kisha shea simulizi hii kwa mtu mwingine, kwani huenda simulizi hii ikamwokoa mtoto mwingine au huenda ikavunja mpango mwingine wa giza. Mimi nimeshasimulia simulizi yangu, sasa ni zamu yako kuifanya isikike kwa watu wengine. Asante.